Joto la kisiasa limezuka katika kaunti ya Kitui kufuatia maadhimisho ya sikukuu ya mashujaa, yaliyoshuhudia viongozi wengi wa eneo hilo kususia hafla hiyo. Kutokuwepo kwa kiongozi wa chama cha Wiper, Kalonzo Musyoka, na viongozi wengine mashuhuri, kumezua mjadala mkali wa kisiasa, huku wanasiasa wa upande wake Kalonzo Musyoka wakishtumu vikali walioandaa sherehe hizo kwa kile wanachokitaja kuwa ni ubaguzi wa kisiasa uliopangwa kimakusudi. Juzi kuna watu wamesema mheshimiwa Kalonzo hakufika katika hiyo hiyo Mashujaa Day. Nataka kuona ni nani alimtumia His Excellency Kalonzo Musyoka card. Nani alimwalika? Inaweza kuwa hakuna mtu alimwalika. Sasa kiongozi kama Kalonzo atakuja tu pale. Tumeona vile mheshimiwa Kalonzo alipenda eh, Nyayo Stadium wakati wa Raila alipewa nafasi ya kuongea. Sasa lazima tutambue viongozi wetu na lazima tuwapatie heshima. Katika hii Mashujaa Day ambayo imepita, viongozi wote wa upinzani mimi nikiwemo, hatukupewa kadi tuingie, hatukuruhusiwa tuingie na watu wetu, walikuwa nakagua watu waseme tu wale watu wanahusika na UDA, ndio wanaingia pale. Viongozi wa UDA ambao wako hapa Ukambani wamechukua hii function ambayo ni national day ambayo is funded by taxpayer, wameichukua kama function ya chama